Bora zaidi panda... na Mungu akusaidia, Mungu akusaidia mm. sikuwakata mm. tusiwe na akili hizo ndugu wa Kiislamu wewe. mm. mm. kwani ukisaidia watakaoshukuri wewe? mm. mm. wewe toa liajilillahi, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mm. toa, Mungu amekuamrisha kuu kuunga kizazi, hiyo ndio kazi yako wewe. Wakutukane, wakukosee, wakosee heshima, si wakufanyie kinyume, lisikupelekee wewe kuvunja kuvunja kizazi. Unga nini? Kizazi unga kizazi. Ilipoteremka aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala ya'ta li ulul fadhli minkum wasa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal wal muhajirin fi sabili llahi hi, aya ilishuka kwa sababu ya sayyidina Abu Bakar

Aka unga kizazi kwa kufanya nini? Akawa anamlisha Mistah bin Uthatha. Ikatokea qadhia ya Sayyidatuna Aisha, hadithul ifki, kusingiziwa mke wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mistah bin Uthatha akashiriki akachangia katika jambo kama lile na Sayyidatuna Aisha ni binti ya nani? Sayyidina Abubakar. Abubakar ndiye anamlisha nani? Mistah. Ha, eh, hapo ulapo ndipo unyapo bwana, ona, tuko na wewe bwana, tutafanyia wema na kufanyia wema bwana. Mimi naam, Saiduna Abubakari ubinadamu ukamchukua hmm. Maadamu wanifanyia hivi hmm. Mimi nakuunga wewe, wewe wafao tutetesi, wangu akaapa Saiduna Abubakari kwamba kwanzia leo, hauli tena, <laughs> hauli tena wewe, naam, eh? Leo kwanzia leo kwa maana na kukaa na kukata mkumwasaati um, um, an yutu uli lqursaati an yutu uli lqurba, mm. wala yatali, asiape jambo la kukatwa, ni kwamba vyovyote kadhia, ni kwamba vyovyote kadhia mulima inatia mu mm. uchungu mm. hata mimi na yee, yani uka, uka, na yeye ani, hebu tasawar kitu kidogo, tumfanyi kazi ambayo huna ukaraba na yeye yoyote tu akikosea kwenye kazi mm, mi nakulipa mshahara, wewe unafanya mateso fujo mm, na takufuta kazi, nenda zako wewe he, na kutukana. Mm. Ha? Mm. Nja... wamlisha leo mm, wamvisha mahitaji mm, yake yote aja kufanya nini? Kugeuka kugeuka kwa watu wako wa karibu mm, kukusingizia kwamba kadha kadha kadha amefanya uchafu, utasikia vipi yani.

Inni uhibbu an yaghfira Allahu li, mimi napenda Mungu afanye nini? anisamehe, anisamehe. Nini kafanya Saidna Abubakar? faraja ila mistah akarejea kwa nani? Kwa mistah, mistah akawa kana yunfiqu alayhi na akasema, wallahi la anziuha minhu abadan, okay. Leo abadan, kuanzia leo sitakata sitakata hakikatui. Kwa hivyo kuanzia leo hili silifanyi nini mimi? Silifanyi sili silifanyi tena na si sikatikiza sikatikizasi. Sikati. Hii ndio hali ya silaturahim. Hali ya kuunga nini? Kizazi. Ya kuunga kizazi ni ibada. Yaani ina mitihani yake. Lakini hmm. lazima tuwe na nini na uh, tujifunge hmm. tupambane na tupambane, tupambane na, na, na. na. na vyote taka takavokuwa hmm. vyote takavokuwa mambo ni haya ya kina Saidina Abubakar. Naona wakati umetupatia kishogo <laughs> lakini ilikuwa kuelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoingia katika mji wa Madina, enyi watu, afshu salamu, bishini salamu, atimu taama, wasiyahu. Anaingia mji wa Madina, wasia <laughs> wa kwanza tu, pianeni salamu <laughs> lisheni chakula, wasilu alarham ungeni nini kizazi, ungeni kizazi, ungeni hadithi maarufu. Ah bwana mm. kuonyesha kwa kwamba kuunga, lo tutashikana sisi mm. basi mambo yote yatakuwa nini? Yatakuwa sawa, yatakuwa sawa. Aliingia Madina, watu wamechecha, watu wapigana, au sina khazraja <gibberish> namna hiyo mm -mm. kwa wasia wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silu arham ungeni nini kizazi, ungeni kizazi, wasallu wasaluu wannasu niyam, mkifanya hivyo tadkhulul jannata bisalam uta mtaingia peponi. Kwa nini? Kwa salama. Kuna mambo mengi ambayo hmm, ya yahusiana na kuunga kizazi mm, na tija nyingi sana zipo hmm, kwa mwenye kuunga nini hmm, mwenye kuumba m, kuunga kizazi, yani thamara matunda hmm, ya kuunga nini, ya kuunga, kwa mwenye kuunga kizazi. Mwenye kuunga kizazi, kile kizazi kesho siku ya kiyama kitamshuhudia. Kesho siku ya nini, kesho siku ya kiyama Sema ani Ibn Abbas, sami'tu Rasulallah, nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, wa kullu rahimin atiyatun yawm al-qiyama amama sahibih, kila kizazi kesho siku ya kiyama kitakuja mbele ya ya mwenyewe. Si umekiunga wewe? Kesho siku ya kiyama utafanya nini? Kitakuja tash'hadu lahu bi silatin. Fa ya Allah huyo aliniunga. Huyo alifanya nini? Huyo aliniunga. ah, in kana wasalaha wa alayhi bi qati'atin, kitashuhudia pia utashuhudia Silatur rahimi hmm, ni sababu kubwa ya kuingia peponi. Alikuja mtu kwa Mtume Muhammad, Nipe habari ya amali amba kwamba itaweza kuniingiza mimi nini mwaabudi Mwenyezi Mungu latushirikibie watuqimu salata watu... watasilu rrahim na unge nini kizazi, uunge kizazi ukifanya hivyo tayari wewe umejidhaminia pepo na mengi sana. Silatu rrahimi ni sababu ya kukunjuliwa katika ri, katika riziki. Silatu rrahimi ni sababu ya kupata baraka katika umri, katika umri wako. Tume sallallahu alayhi wa sallama, asema man sarahu an yubsata lahu fi rizqihi au yunsaa lahu fi atharihi, falyasil rahimahu. Ha, mtu ambaye kwamba, yamfurahisha yeye an yubsata fi rizqihi, akunjuliwe katika riziki yake na aongezewe umri wake kwa maana atiliwe baraka hmm, ndani ya umri wake ubarikiwe, umri mdogo lakini ufanye mambo makubwa. Fanye mambo makubwa, angalia leo wewe, angalia umri namna unavyokwenda. Heo, leo tukiingia studio Al Ihsaan asubuhi tu. Mfanya mm, fanya vipindi eh, hey, jamaa, jaa jioni mm, Jamaa jioni. Ile programu ambayo mmeipanga labda hata mujafanya nini? Hatujaimaliza. Hamujaimaliza, atuakhirisheni kesho. Kwa sababu baraka imefanya nini? Imepotea. Na tatizo kubwa ni kwamba tumekata nini? Tumekata kizazi. Lakini lo watu watarejea kuunga vizazi, basi inakuwa ni sababu kubwa ya kubarikiwa katika umri wa katika umri wao, ni sababu kubwa ya kukunjuliwa katika riziki katika riziki zao, na mengi na mengi na mengi sana. E, ndugu wa Kiislamu, tuungeni kizazi, mawimbi ni makubwa sana. Aadaul Islam, maadui wa Kiislamu wanafanya juu chini, leo namna gani tutafarakanisha jamii jamii. Hili nataka tulifahamu. Tutakuwa misemo hmm. tofauti, sijui, kujua kikulacho ki nguoni mwako, na maneno mengi mengi sana hmm. yote ya kutia, tashwish, tashwish. kwamba ni, waka, ni hmm. Kiza, kizazi ambapo sivyo, namna namna hivyo, turegeeni katika kitabu cha Mwenyezi Mungu, turegeeni kushikamana na maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, tuungeni kizazi chetu, na inshallah Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atatujalia ni wenye kubarikiwa katika riziki zetu hmm. na ni wenye kubarikiwa katika umri wetu hadha. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran sana Doktor. Uh, mimi personally mimi nakuamini, na unapozungumzia mada ndio huo, unaichimbua vizuri mpaka mtazamaji ama msikilizaji anaelewa maanake ulivyoizungumza leo umechimba ndani.

ni wewe mwenyewe. Sasa nafikiri huna budi sipokuwa kuunga kizazi. Tukutane tena kesho inshallah taala atakapopenda Mwenyezi Mungu kwa darasa lingine tena. Kumbuka tumekuahidi kukupa masiku haya kumi kwa mashehe zetu waweze kutuilimisha. Mimi sina mengi sipokuwa kukunja jamvi hili, nimekuwa wenu, Ramadhan Salim Fujo. Tukutane wakati mwingine inshallah, kueni na mchana mwema.